Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linapenda kuthibitisha tukio la ubakaji lililotokea tarehe ya 22 mwezi wa 5 2025, majira ya saa moja na dakika ishirini katika mtaa wa Ngalanga uliopo katika katika mji wa Njombe mji. Kuna mtoto ambaye huyu ana miaka sita ni mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Selestini iliyopo katika mji Njombe, akiwa anakwenda shule, alikutana na mtu mwanaume ambaye bado hajafahamika na kuweza kumuingilia kimwili. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe, tunaendelea kulifuatilia tukio hili kwa ukaribu zaidi, na tunaendelea kushirikiana na wananchi kuhakikisha mtuhumiwa huyu ambaye amefanya tukio hili anapatikana katika muda mfupi. Tunatoa wito kwa wazazi wanao wote kwamba wanapokuwa watoto wanakwenda shule basi waende kwa vikundi. Asiende mtoto mmoja mmoja kulingana na tukio hili ambalo limetokea siku ya jana. Wazazi wote wahakikishe kwamba wanafunzi wanatembea kwa makundi ili mtu yoyote ambaye atakuwa akishawishi mtoto basi waweze kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ili hatua ziweze kuchukuliwa. Katika kipindi cha mwezi wa 4, 2025 Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanya operesheni na misako katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Njombe na kufanikiwa kukamata watuhumiwa 40 kwa makosa ya mauaji wizo wa pikipiki piki, uvunjaji kuingia nchini bila kibali na ukiukwaji wa usalama barabarani. Vielelezo au mali zilizopatikana katika operesheni hiyo ni pamoja na pikipiki piki moja oj tv tofauti tofauti 11 moja redio pamoja na kete za bangi zipatazo kete 80. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Ayubu Danieli Liawane miaka 30 mkazi wa kijiji cha Udonja kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliyofahamika kwa jina la Fulahini Patrick Kingima miaka 40 Chanzo cha mauaji haya ni mgogoro wa ardhi, na mtumiwa alimuita marehemu eneo la mgogoro na ndiyo huko alipotekelezea. Tukio hilo, upelelezi utakapokuwa umekamilika basi mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Vilevile jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili, Isaac Jeladi Mkalawa miaka 32, mkazi wa Nyumbanitu na Aleni Onlasco Mkalawa miaka 23, mkazi wa kijiji cha Lugalawa kwa tuhuma za mauaji ya mtu aliyefahamika kwa jina la Ayubu Juma Ngili, huyu ana miaka 32 mkazi wa kijiji cha Lugalawa. Chanzo cha tukio hili ni watuhumiwa hao wawili walijichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia marehemu kwa tuhuma za wizi wa msumeno wa kuchania mbao ambao walikuwa wakitumia. upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika Watuhumiwa watafikishwa mahakamani. Jina la Mesha Kijafeti, miaka 25, mkazi wa kijiji cha Matamba, wilaya ya Makete, kwa tuhuma za mauaji ya Modesta Nguvila, huyu ana miaka 40, mkazi wa kijiji cha Magoe. Chanzo cha tukio hili ni wivu wa mapenzi, kwani huyu mtuhumiwa alimkuta huyu mpenzi wake akiwa kwenye nyumba ya mwanaume mwingine jambo lilopelekea yeye kujichukulia sheria mkononi. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limekamata watuhumiwa wawili ambao ni watuhumiwa sugu wa wizi wa pikipiki. Mtuhumiwa wa kwanza amefahamika kwa jina la Josefu Lulandala, miaka 40, mkazi wa mtaa wa Ramadhani Njombe, na mtuhumiwa wa pili amefahamika kwa jina la Brown Yuda Lulalanda miaka 25 mkazi wa Mbalali Mbeya, wakiwa na pikipiki yenye namba za usajili MC 568 EKY aina ya Haojuen, mali idhaniwayo kuwa ni ya wizi. Sambamba na hilo jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Fisha mzumara mzu, mzu miaka 31, huyu ni raia wa nchi jirani ya Malawi akiwa anafanya kazi katika mashamba ya parachichi yaliyoko katika kijiji kinachofahamika kwa jina Makoo bila kuwa na kibali mtumiwa. Huyu amekabidhiwa katika idara ya uhamiaji ili taratibu zingine za kisheria ziweze kuchukuliwa. Lakini katika kudhibiti mmomonyoko wa maadili Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili. Mtuhumiwa wa kwanza anafahamika kwa jina la Isa Amlani Kitarula, miaka 35, huyu ni mkazi wa mtaa wa National Housing hapa Njombe, na mtu wa pili anaitwa Simoni Joshua Mwalongo, huyu ni miaka 22, mkazi wa mtaa wa Kiesa, wakiwa na kete 80 za madawa yanayodhaniwa kuwa ni banki, lakini watumiwa hawa walikutwa wakiwa wana TV moja yenye TV moja nchi 24 na simu mbili ndogo, mali zizaniwazo kuwa ni za wiz kwa bahala. Upelelezi wa shauri huu utakapokuwa umekamilika, watumiwa hawa watafikishwa mahakamani.